Na kusalimu katika jina la Yesu, tena nikikualika katika wazo letu la siku. Jina langu ni mchungaji Martin Kiogora na ujumbe wetu siku ya leo ni utafanyisha chombo kazi. Kwanza tutaanza na mfano ambao ni wa orchestra. Kuna hadithi ambayo hupeanwa kuhusu mwelekezi hama kondakta wa bendi moja ya orchestra. Alikuwa akiongoza zoezi la wimbo fulani pamoja na bendi yake pamoja na wachezaji wake wa vyombo vya muziki tofauti kila chombo au kila kinanda katika bendi hiyo ya mziki kilitoa sauti yake tamu, na muunganiko wa sauti hizi zote pamoja, zikichezwa pamoja, ulitoa mziki wa kipekee, mziki wa ahala ambao ni wa kuvutia sana. Ila alipokuwa akiendelea yule mwelekezaji ama kondakta, baada ya kusikiza kwa makini sana, alihisi kwamba chombo kimoja cha mziki hakikusikika katika muunganiko ule. Mara moja, alikomesha ule wimbo na kumwita mchezaji wa chombo kiitwacho pikolo ambacho ni cha upepo, kinapulizwa. Maana alitambua kuwa sauti ya hiki chombo ndiyo iliyokuwa imepungua katika ule wimbo. Kwa hivyo kikapelekea wimbo ukawa unahisi kana kwamba umepungua, na hili kukamilisha ile wimbo, lazima pia hiki chombo kingesikika. Kwa hivyo ladha ya wimbo ilitegemea pia kile chombo kusikika, na alipochunguza akamuuliza mchezaji ni nini lililokuwa tatizo. Yule mchezaji akamjibu kwamba alichelewa kuanza pamoja na wenzake, hivyo yeye akaonelea vyema akome kucheza. Kwa hivyo tatizo ni kwamba mchezaji wa hiki kinanda hakuwa anakicheza, hivyo kondakta si kuanzia sasa na kuendelea kwamba acheze na kwa maneno ya kondakta yeye mwenyewe alimwambia kila mcheza chombo hapa ni muhimu kila chombo kina sehemu yake ki katika huu wimbo hivyo basi kila mmoja wetu katika hii orchestra ni mhusika mpendo wa miaka elfu mbili iliyopita mtumishi wa mungu paulo alikuwa na ujumbe unaofanana na huu kwamba kila muumini na kila mshiriki ni mhusika huo ndio uliokuwa ujumbe wa paulo kwa kanisa la korintho kila mkristo ana sehemu ya kipekee anayochangia katika mwili wa Kristo ambao ni kanisa. Katika Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 4 hadi 6, mtumishi wa nne, hadi sita, Mungu anaandika, Basi pana tofauti za karama bali roho ni yeye yule tena pana tofauti za huduma na bwana ni yeye yule kisha pana tofauti za kutenda bali mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana unaona sasa paulo akawaandikia yale maneno na kisha paulo akaendelea kuorodhesha vipawa tofauti vya roho na kuvilinganisha na sehemu tofauti za mwili ambazo hufanya kazi pamoja kwa manufaa ya mwili wote katika wakorintho hiyohiyo kwa kwanza kumi na mbili mstari wa nane hadi kumi anaandika, anasema, maana mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo roho yeye yule, mwingine imani katika roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika roho yule mmoja. Walikuwa pia wana historia za maisha tofauti, wenye maumbile tena tofauti, hakuna aliyefanana na mwingine amba, ama ukitaka kwa kiingereza personality, lakini wote hawa pamoja na hizi tofauti pamoja na kutendaji tofauti, hawa wote walikuwa wamejazwa roho mmoja, wote walikuwa na bwana mmoja na wote walikuwa wa mwili mmoja. Yaani hivyo basi, hata katika hizi tofauti zote kitambulisho chao ama identity yao waliipata ndani ya Kristo, pamoja na hizo tofauti walizokuwa nazo. Hivyo badala ya kuruhusu tofauti hizi kuwatenganisha katika kanisa, mtumishi wa Mungu Paulo anawasihi sana wazitumie hizi tofauti katika kuendeleza kanisa la Mungu ya kwamba there's unity in diversity. Ama, diversity is the strength, hizi tofauti ndiyo nguvu yao, ndio Paulo anajaribu kuwahimiza. So Paulo katika waraka huu anaendelea kuwaelimisha wa Korintho kwamba kama vile mwili wa mwanadamu una sehemu zingine zenye matumizi zaidi, kwa mfano tunatumia miguu sana, tunatumia pia mikono sana, na kuna sehemu zingine ambazo hazina matumizi sana. Si kwamba ni hazina maana, bali hatuzitumii kwa kawaida, kama vile tunatumia mikono sana. Lakini anasema kama vile hizo sehemu zote za mwili zili, zingine zikiwa dhaifu na zingine zenye nguvu, hutumika kwa pamoja, vivyo hivyo kila mshiriki ni mhusika katika kanisa, awe ana vipawa vichache, awe ana vipawa vingi, awe ameelimika awe ana utajiri, awe ana umasikini, wote kila mshiriki ana sehemu kushiriki kuujenga mwili wa Kristo. Hivyo Paulo anaandika anasema, katika mstari wa 26 na 27, anasema na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia nacho, na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo na viungo, kila kimoja peke yake. Hivyo katika kanisa la Mungu hakuna sehemu ama kipawa ama talanta ama kipaji, ukitaka ama idara iliyo bora zaidi ya nyingine. Kila mtu ni mhusika, kila talanta ni ya maana, kila kipawa kina sehemu yake katika kanisa la Mungu. Hivyo daima, mpendwa, ukumbuke kwamba una sehemu muhimu ya kuchangia katika kukuza kanisa la Mungu, una sehemu ya kuchangia katika kuinua kazi ya Mungu. Hivyo Mungu ana envision ama ana maono ya kwamba kanisa lake litakuwa ni mahali ambapo kila mtu na mwenzake tunatunza kama viungo vya mwili mmoja. Na hapa ndipo ule mfano tulioanza wa kondakta wa kwaya ile ama ile orchestra na chombo ambacho kilikuwa kimepungua katika wimbo. Hapa ndipo unaendana huo mfano kwamba talanta zako, vipawa vyako, kipaji chako, bidii yako, ujinyima kwako, ushirika wako ndio chombo kilichopungua kukamilisha orchestra ama kwaya ya kanisa la Mungu ama kukamilisha mwili wa Mungu. Na swali ambalo linakuuliza siku ya leo ni je, uko tayari kukifanyisha chombo chako kazi? Ama nikuulize kwa njia nyingine, utafanyisha chombo chako kazi? Ujumbe wa Mungu na mwito wa Mungu siku ya leo ni je, uko tayari kushirikiana na Mungu kufanyisha chombo chako, talanta yako, uimbaji wako, ujitolea kwako, fedha zako, uko tayari kufanyisha chombo chako kazi? Mpendwa, na kualika tuweze kuomba ila kumbuka, fanyisha chombo chako kazi. Mungu akubariki. E Bwana, tunakushukuru kwa vipaji, talanta na hata uongozi wa aina tofauti ambao umetupatia katika kanisa lako. Tunajikabidhi mikononi mwako, na ambaye amesikiza huu ujumbe, sehemu hile ambayo yote ile utakayotuita katika kufanya kazi yako, tusaidie tuwe wahusika ambao wako haki. Tubariki pamoja, kila kitu tulicho nacho, tubariki na talanta zetu. Tusaidie tutafute nafasi za kushirikiana na mtu na mwenzake. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, amina.